Wanafunzi 47 wa kidato cha nne shule ya upili ya Bongwe kule Diani kaunti ya Kwale wamepiga kambi na kukita katika kituo cha polisi cha Diani wakionekana kujawa na huzuni na mshangao tele. Ndio hayo masuala ku last week, ndio ikawa kwetu anaingia mara ya ya kwanza, lakini hatukuwa na tension hiyo kabisa ya kwamba hatutafanya mtihani. Walitozwa shilingi elfu nane kwa usajili wa KCSE mapema mwezi Machi mwaka huu, lakini hakuna atakayefanya mtihani mtihani huo. You see you see this problem vile imekuwa worst mpaka sasa tujapata index number. So which means hili kitu walikuwa wamepanga kutoka kitambo ya kuwa atafanya mtihani ili pesa wakae wakuwa na wakule watengeze kitambi. Kuwasili katika shule ya Bongwe, tunakumbana na taswira pweke, shule bila wanafunzi, licha ya kuwa binafsi wazazi kadhaa wakifanya makao nje ya ofisi ya mwalimu mkuu Nilileta pesa hiyo hiyo Januari, sikuleta pesa kuchelewa. Kwa hivyo yangu ni masikitiko na mpaka dakika hii ni kwamba tuko stranded. Idara ya polisi pamoja na wizara ya elimu Kwale ikianzisha uchunguzi kamili kubaini kisa hicho, nani alikuwa afanye nini na alikuwa afanye wakati gani na kwa nini hakufanya zile ile kitu ambayo ilikuwa inatakana kulingana na sheria afanye ili watoto waweze ku kufanya mtihani. Juhudi zetu za kufanya mahojiano na mwalimu mkuu wa shule hiyo Said Mlola ziligonga mwamba, kwani alidinda kuzungumza nasi. Muda kama huu, darasa hili lingekuwa limejaa hadi pomoni, wanafunzi wakidurusu vitabu vyao katika maandalizi ya mtihani wa KCSE, lakini sasa darasa hili limesalia kuwa pweke baada ya kubainika kuwa huenda wasifanye mtihani huo, huku hatima yao ikikosa kujulikana. Nicky Gitonga, Citizen Nipashe, katika shule ya upili ya Bongwe, kaunti ya Kwale.